Mheshimiwa naibu waziri, nimesikia hili la maji, na nimepita maeneo tofauti tofauti nimeona huu taratibu ukijitokeza wa watu kupewa fedha na kuahirisha mradi ambao wamepewa fedha kwa ajili yake na kuanza kutekeleza miradi mingine, wanaanza kutekeleza mambo mengine. Mkandarasi anapewa fedha kumbe anadaiwa na benki, anatumia fedha ya mradi kwenda kupoza kwenye madeni yake yanayodaiwa. Nimepita jana Mbinga, nimekutana na jambo la aina hii. Nilipita na sehemu nyingine nikakutana na jambo la aina hii. Nimeelekeza TANROADS na Mheshimiwa naibu waziri huko hapa, TARURA, Mheshimiwa naibu waziri huko hapa, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa walishapewa malipo ya na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Niipate taarifa hiyo, niipate taarifa hiyo. Na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Ifuatilieni, fanyeni hiyo sensa, nataka hiyo ripoti. Na nimefuatilia nimejua, kuna baadhi ya wakandarasi akiwemo mmoja ambaye mlimtoa kule Mbinga, yule mliyemtoa, asipate kazi nyingine yeyote hapa nchini, wapatieni wazawa. Anakujaje mtu anatoka huko, mnampa hela, anacheza cheza hapa anatuchezea chezea hapa, anatuchezea chezea hapa. Wale wote ambao mnawapa kazi wanahamisha fedha, wanaanza kutumia kwenye madeni yao, wanaanza kutumia kwenye mambo yao, hawawalipi wazawa. Wasipate kazi tena, waaminini wazawa, wapeni kazi hizo. Hatuwezi tukawa na watu wanakuja wanababaisha babaisha, wanababaisha babaisha kazi, wanatutishatisha na vijingereza. Msiwape kazi yule mwingine nilisema awekwe ndani na azuiwe kutoka mpaka kazi ikamilike, paka, a, paka atuachie mradi ili tuweze kuwapa watu wengine ambao wana uchungu na nchi yetu. Fanyeni hiyo sensa tuwaone ambao fedha wamepata wametumia katika mambo mengine, miradi yetu inasuasua, baadaye wanaanza kutuomba nyongeza ya, ya fedha, wanaomba ma-adjustment wanaiongezea serikali mzigo. na huu na huu wa mradi wa maji ndani ya mwezi mmoja mradi huu uanze. nime Nimeshaongea na Mheshimiwa Waziri wa Maji na hatua hizo kubwa zimeshafanywa. Tumeongea na wenzetu Hazina, hatua zilishafanyika. Ndani ya mwezi mmoja mkandarasi huyu aonekane site huko na, na Mheshimiwa Naibu Waziri nilishasema, ili mimi ni balozi, uendelee kunipatia ili nione wapi atakwama ili tumnasue. Kwa hiyo fuatilieni miradi yote ambayo tumeshatoa fedha.